Miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM mwaka 2020-2025, chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Halmashauri ya Wilaya Chunya imepata mafanikio makubwa katika nyanja na sekta mbalimbali za maendeleo. Hivyo kwa muhtasari, napenda ni- nieleze angalau mafanikio ambayo tumeyapata kwa kipindi cha miaka mitano na sisi kama madiwani ambayo tulitumwa na wananchi tumeweza kuyafanya, ili wananchi wajue kwamba tumefanya nini. Moja ni tumeimarisha utumishi wa umma unaozingatia weledi na nidhamu, uadilifu na bidii na maarifa katika kazi. Nafikiri mmeona kwa kipindi chote hakuna mtumishi ambaye, labda kama wapo basi ni wachache sana. Lakini pili, tumedhibiti na kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Hatujaona watumishi ambao wamepelekwa mahakamani kwa ajili ya rushwa, ufisadi na mambo mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya halmashauri. Kwa hiyo ni moja ya mapambano, lakini ni moja na mambo ambayo tumeyafanya, waheshimiwa, kwa kushirikiana na wataalamu kuhakikisha maeneo haya hayapati nafasi. Lakini tatu, kusimamia mifumo ya kisera, kitaasisi na kisheria ikiwamo usimamizi wa sheria nayoitaka halmashauri kutenga asilimia kumi ya mapato yake kwa ajili ya uwezeshaji wa wanawake, asilimia nne vijana asilimia nne na naw wenye ulemavu asilimia mbili. Bajeti ya utoaji wa mikopo ya asilimia kumi imeongezeka kutoka shilingi milioni mia tatu arobaini e, na tatu e, kwa mwaka uliopita mwaka elfu mbili na ishirini, ambayo ilipo kwa vikundi sitini na tano ambapo wanawake thelathini na tisa vijana ishirini na nne walemavu vikundi viwili hadi kufikia shilingi milioni mia nane na tatu. Lakini nne, kutekeleza miradi ya kipaumbele yenye tija kubwa katika uchumi na ustawi wa jamii ikiwemo miradi ya ujenzi wa soko la madini. Nafikiri mmeona kwamba fedha nyingi sasa hivi tunajidai na kuonekana kwamba tunasema tumekusanya mambo mengi, ni kwamba tunalo e, soko la madini ambalo sisi kama halmashauri kwa kupitia nini madiwani tunaona kwamba ni bora tujenge soko la kwetu ambalo tutakuweza kupata chanzo cha mapato na fedha nyingi sasa tunazipata, tofauti na ambayo jengo hilo lilikuwa lina wale wafanyabiashara walikuwa na kodi kwa watu wengine, tulikuwa tunakosa fedha hizo. Nashukuru Waheshimiwa Madiwani kwa kuwa kwa mlikubaliana na kuona jambo jema, tukaanzisha ujenzi wa soko la madini ambapo sasa linafanya kazi. Lakini pia tumenunua magari mawili makubwa ya mizigo, ujenzi wa uwanja wa mpira, lakini pia tunajenga stendi nzuri ya kisasa ambayo rafiki Marukasa amezungumzia hapa kwamba pamoja na kwamba ijamalizika lakini tunategemea tutakaporudi tena kukuta ujenzi huo unaendelea, ikiwezekana tukakuta umekamilika na stendi inatumika. Lakini tano, kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri kutoka shilingi bilioni tano pointi nne kwa mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili hadi kufikia shilingi bilioni tisa pointi nane kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne ikiwa ni ongezeko la asilimia eh, la shilingi bilioni nne pointi nne sawa na asilimia 45. Bajeti ya mwaka 2024 ya halmashauri imeidhinishwa kukus, eh, kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 9.7 na hadi kufikia tarehe 25 mwezi mwezi wa 4 kiasi cha shilingi bilioni 10 sawa na asilimia 103 kimeisha kusanywa. Lakini pia vituo vya afya kutoka 4 hadi 9 sawa na ongezeko la asilimia 125 kutokana na kuongezeka kwa vituo mbalimbali wananchi wanapata eh, huduma hizi eh, wakiwa katika eneo eh, ambalo halina umbali mkubwa au umbali mrefu ili kuweza kupata huduma hizi za, za afya. Lakini pia kuongezeka kwa vyumba kwa nyumba za watumishi wa afya kutoka nyumba ishirini na nne ambazo tulikuwa nazo mwaka elfu mbili na ishirini hadi nyumba 34 mpaka kufikia Machi 25. Lakini kuongezeka kwa nyumba za watumishi kunasaidia kufanya kazi kwa ufanisi kwa watumishi ambao wanakaa maeneo hayo kwa sababu mtumishi wakati fulani anaweza asifanya kazi kwa ufanisi kwa sababu muda mwingi anakuwa anatembea umbali mrefu kwenda kutoa huduma kwa wananchi ambapo anakuwa amekaa amepata nyumba katika maeneo ambayo ni kilomita nyingi na anapofika pale anakuwa tayari wananchi ameisha wakera na anakuwa tayari nakuwa mikero ambayo hata ufanyaji wake wa kazi anafanya masaa machache kulingana kwamba anachelewa au anawahi kuondoka kwa sababu ya umbali anapofanyia kazi. Lakini pia uboreshaji wa miundombinu katika hospitali ya wilaya, ambapo jumla ya majengo kumi na tatu kila mmoja ameona pale amejengwa, pamoja na majengo kumi na tatu kukamilika. Lakini kuna jengo la OPD, RCH, wodi ya wazazi, jengo la upasuaji, wodi ya wanawake, wodi ya wanaume, bohari la dawa, jengo la mionzi, jengo la wagonjwa wa dharura, wodi ya kweli binafsi ambapo kama Mheshimiwa Diwani Inadi, wewe unaona kabisa kwamba mimi sasa siwezi kwenda kuchanganyikana e, kule kama nimepata tatizo yoyote, basi tumeisha jenga na limeisha kamilika, linatumika. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Lakini yote haya ndugu zangu, yanaendelea kufanyika, nafikiri ni kutokana na nyinyi, ushirikiano wenu mzuri wa mimi mwenyekiti wenu pale tunapopanga mipango, haiwi tena na, na kigugumizi wala kuanza kukinzana O, niwashukuru na niwapongeze kwamba baraza hili mimi nawaamini sana sana sana kwa sababu mambo yote tukiyapanga tunakwenda kama ambavyo yamepangwa na yanafikia, eh, mwisho. Lakini pia kuongezeka kwa miundombinu katika sekta ya elimu ya awali msingi kutoka eh, eh, kumi na moja na mia nne Novemba ishirini ishirini hadi ishirini na moja na mia tano Machi ishirini ishirini na tano Miundombinu iliyoongezeka ni vyumba vya madarasa kutoka vyumba 495 hadi kufikia vyumba 755, matundu ya vyoo kutoka 947 hadi kufikia 1564 na madawati kutoka madawati e, 9738 hadi 18,000 na nyumba za walimu kutoka nyumba ya 225 hadi mia mbili arobaini na nane. Ongezeko la idadi ya miundo mbinu kwa ujumla wake imetufanya katika na, katika eneo hilo la elimu, basi kuwe na na, na, na na ubora zaidi, na sasa wanafunzi na walimu wanafanya kazi katika mazingira angalau, kama si kuwa katika mazingira bora, basi yamefanana na hali ambayo tunayo. Kwa haya yote ni ushirikiano na haya yote tutakokuwa tukoyasemea kwa wananchi huko kwamba tumefanya nini na katika sekta mbalimbali, kitu kila sekta tumefanya nini. Kuongezeka kwa idadi ya shule za msingi zilizosajiliwa, nafikiri eh, kurugenzi amezungumzia shule za sekondari tu. Kwa hiyo hata shule za msingi tukiwa eh, na shule eh, 63 kwa mwaka 2020 hadi kufikia kufikia shule 90 kwa sababu tuna shule za msingi 90, hili inasaidia kupata watoto walio wengi zaidi ambao walikuwa wanakosa elimu kwa maana kwamba kipindi chote hicho hawa watoto ambao shule hizi tumezisajili kulikuwa hakuna shule kwa ma hiyo, ni maendeleo makubwa ambayo sisi kama e, uh, madiwani wa halmashauri ya Chunya tunatakiwa tukayaseme huko kwa wenzetu ambao tunaenda kuomba tena ridhani, kama ambavyo amesema mkuu wa wilaya. Hata mimi mheshimiwa mkuu hakuna diwani ambaye ame, ameniambia ame kwamba mimi bwana kwa heri eh, sirudi tena mimi nitaenda kuwa mchimbaji au mkulima wa kawaida. Unaamini kwamba wote tukiyachukua haya na kwenda kuyafanyia kazi kwa kuwa, kuambia wananchi wetu wataendelea kutuamini na kwamba kuna jambo ambalo wanahitaji tena tuendelee kuwafanyia. Lakini kuongezeka kwa miundo mbinu katika sekta elimu ya sekondari, kulikuwa na na sekondari moja lakini sasa tumeongezwa kidato cha tano mpaka cha sita, tumeongeza tena sekondari mbili. Hayo yote tukayaseme kwamba ni mafanikio makubwa katika maeneo hayo. Lakini pia nako kulikuwa na shida ya vyumba vya madarasa nyumba za walimu matundu ya wa vyoo, yote tukayasema. Lakini kuongezeka kwa miundombinu ya mifugo kutoka kumi na tatu mwaka elfu mbili ishirini hadi ishirini na tatu mwaka mpaka Machi elfu mbili na ishirini na tano miundombinu iliyoongezeka ni pamoja na nyinyi wenyewe waheshimiwa madiwani kwa kutafuta vyanzo vingine vya mapato, ulikuwa mna, mnaagiza mnawaagiza mna watu, watumishi au wakuetu wa idara wa kupitia mkurugenzi kwamba tuongeze minada, sababu tunajua kabisa minada ni mi chanzo kikubwa cha mapato yetu. Tulikuwa tuna minada mitatu, lakini pia tuna eh, majosho kumi na moja na mpaka sasa hivi tuna majosho kumi na saba. Tulikuwa na machinjio mbili, lakini sasa hivi imeongezeka tuna machinjio tatu. Kwa hiyo hii yote ni juhudi na ushirikiano ambao tumefanya sisi madiwani lakini pia kuongezeka kwa maeneo ya marisho. Zamani kila mtu anaweza akachunga maeneo mbalimbali, lakini sasa sisi kwa kushirikiana na mkuu wetu wa wilaya na kutupa maelekezo namna bora ambayo inaweza kupunguza kelele, lakini pia kupunguza ugomvi na vita dhidi ya wakulima na wafugaji, kwa tumetenga maeneo mbalimbali kwa kipindi ambacho vikwepo, kutoka maeneo tisa mpaka sasa hivi ni vijiji ishirini na tano ambavyo vimetengewa matumizi bora ya ardhi. Hii ni kazi nzuri, kinachotakiwa ni sisi kuendelea kusimamia. Waheshimiwa madiwani na wataalamu na sisi sote ambao tuko hapa. Haya ni baadhi ya mafanikio ambayo kwa ushirikiano wenu sote tumeweza kuyapata kwa kipindi cha miaka mitano, kwa maana hiyo elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tano. Hivyo kwa dhati kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa kweli uongozi wake thabiti umetuwezesha sisi wana Chunya hasa madiwani kutembea kifua mbele kwa fedha nyingi ambazo ametuletea kuboresha miundombinu mbalimbali kwenye maeneo yetu na kusababisha tuonekane sisi Chunya madiwani tumetekeleza kwa vitendo ilani ya Chama cha Mapinduzi